Assalamu alaikum watoto wazuri. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam, na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hapo zamani za kale, paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Ibrahim. Yule mtoto alikuwa na tabia mbaya sana ya kusengenya watu, yani ashazoea kusengenya akiona kitu lazima kuongelele. Sasa siku moja alikuwa mwenye anatembea tembea, akapatana na rafiki yake. Yule rafiki yake aitwa Muhammad. Yule Muhammad alikuwa amebeba maji, mara kidogo kidogo akateguka, yale maji yakamwagika. Yakamwagika pia yeye akaanza kumcheka, akamcheka ki kando, alafu akamwambia rafiki yake, umemwona yule yule Muhammad? Yule Muhammad yeye hawezi kufanya kitu vizuri, yaani paka afanye kasoro. Ndale yale maji pia imekuwa hawezi kuyabeba yale maji vizuri, paka yamwage mwage. Ah, yule rafiki yake akacheka pia, basi sasa wakaendelea kutembea wenyewe. Baada ya muda, kukaja na shekh fulani kwenye iko kijiji chao. Sasa alipokuja yule shekh, akaenda msikitini, akaamua leo ataka kuwatolea hutba na Ibrahim mwenyewe pia akaenda, alikuwa ataka kumsikiza shekh kitu chenye ataongea, labda atafaidika kwa kitu kimoja ama vitu viwili, akaenda akakaa. Yule shekh siku hiyo akasema, mimi leo nitakaniongelele mada kuhusu kusengenya watu kusengenya watu mvibaya, akaanza kuongelelea, akawafunza kwamba kusengenya mtu wewe yani, ukiamua umsengenye mtu ni kambe wala nyama ya maiti aliyekufa alafu mbichi. Sasa yule Ibrahim akakaa akasema mmm, kwa hivyo mimi nimekuwa ni kila nyama mbichi siku zote, tena hata si mbichi tu, za maiti. Akaanza kusikia vibaya, akasema we, nitafanyaje? Asema ah, tabidi tu niache kusengenya mimi sasa hivi, kwa sababu si vizuri, mbali ya kwamba mi nala nyama mbichi za maiti na pia napata dhambi. Na maskini Muhammad alisikia vibaya haya, akakaa kamwe, yani sasa lile jambo likawa limemsumbua usiku mzima, hata hakuweza kulala. Akakaa kaenda kwa yule rafiki yake mwenye alimwambia kwamba umemwona Muhammad ameanguka maji akamwagika, akaenda akamwambia, kaambia mimi jana mmeenda kwa yule sheikh na nimefaidika kwamba kusengenya si vizuri. Lakini sasa mimi nilimsengenya yule Muhammad, na ninashaka kwamba alinisikia, na kama amenisikia itakuwa amesikia vibaya. Akamwambia eh, lazima itakuwa amesikia vibaya, maana yake ingekuwa ni mimi umenisengenya na nimekusikia pia, ingesikia vibaya. Akamwambia sasa nitafanyaje? Na maskini Muhammad ni rafiki yangu. Akamwambia wewe, la kufanya ni uende tu ukamwombe msamaha, hakuna kitu kingine. Akasema mimi niende kumwomba msamaha na sa, yaani mda huo wote ashaniona mi yeah, kama ni rafiki mbaya. Akamwambia yeye kama ni mwislamu mzuri atakusamehe, kwa sababu si tajua kwamba ukiomba msamaha naajua no, rafiki yako amekusudia kwamba mimi sifanyi tena hili jambo, basi msamehe. Basi yule Ibrahim mwenye akatoka mpaka kwa, kwa kina Muhammad. Alipofika kwa kina Muhammad akamwambia nisamehe, mimi najua ulinisikia ile siku nikikusengenya kwamba ulimwaga maji ukajimwagia. Nisamehe, sitorudia tena. Yule shehe amenifundisha kitu kizuri sana, ameniambia kwamba mtu akisengenya ni kama ala nyama mbichi ya maiti. Yule Muhammad akamwambia mimi nishakusamehe, lakini nataka uniahidi kitu kimoja kwamba hutowahi kusengenya tena. Akamwambia na kuahidi, sitowahi kusengenya tena maisha yangu yote, yaani nitajifundisha kuanzia na leo, mimi nisisengenye tena. Basi Muhammad akamsamehe, na wakarudi kwa marafiki wazuri. Ika yule Ibrahim, yani kila akifika mahali akiona, akiona kitu cha kuchekesha chekesha, ama kitu cha Sheikh, alimfundisha kwamba ukimsengenya mwenzako ni kama wala nyama mbichi ya maiti. Basi na tabia yake kawa nzuri, kawa hasengenyi tena watu, na kawa mtoto mzuri. Sasa na hadithi yangu ikaisha hapo. Hadithi yetu imetufunza nini? Imetufunza kwamba tusengenye wenzetu, kwani tukisengenya tutakuwa tala nyama mbichi za maiti, na pia mwenzako akikuomba msamaha umsamehe. Masalam.